Zaidi ya wakufunzi sitini katika sekta ya jua kali wanatarajiwa kupata mafunzo ya kukadiria ya kuidhinisha viwango vya ujuzi na utaalamu miongoni mwa mafundi wa jua kali kabla ya kukabidhiwa vyeti vya uidhinisho. Mafunzo hayo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kurasimisha viwango vya ujuzi miongoni mwa mafundi wa jua kali ambao hawajahitimu rasmi licha ya kubobea katika kazi wanazofanya. Akiongea kwenye uzinduzi wa awamu ya pili ya mafunzo jijini Nairobi, afisa mkuu wa chuo cha anuwai cha Kenya Daktari Edwin Tarno alisema wamejitolea kuhakikisha mafundi wa jua kali walio na ujuzi lakini hawana vyeti vya kuhitimu wanaweza kupata nafasi za ajira humu nchini na ughaibuni. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Wiki moja tu baada ya uzinduzi wake katika kaunti ya Kisii, warsha ya kutambua viwango vya ujuzi na mafunzo miongoni mwa mafundi wa jua kali ilianza jana jijini. Wakufunzi sitini na moja kutoka taasisi mbalimbali mbali za kiufundi wanahudhuria warsha hiyo ya siku tano ili kuimarisha uwezo wao wa kukadiria na kuwaidhinisha mafundi kwenye sekta ya jua kali.

Akiongea wakati wa uzinduzi wa warsha hiyo, afisa mkuu wa chuo cha anuwai cha Kenya Dr Edwin Tarno alitahadharisha kuhusu mapendeleo kwenye mchakato wa utoaji vyeti vya uidhinisho kwa mafundi wa jua kali.

Wakufunzi hao wanatarajiwa kukadiria viwango vya ujuzi katika nyanja mbalimbali mbali. mafundi wa jua kali pia wamehimizwa kujisajili kwenye mpango huo wa mafunzo ili waasisiwe na kuidhinishwa ili kuimarisha uwezo wao wa kupata fursa za ajira kwenye taasisi za serikali na hata ughaibuni. Mafunzo hayo yanajiri wiki kadhaa baada ya kuzinduliwa kwa mpango huo wa mafunzo na ukadiriaji katika vyuo kumi na mbili vya kiufundi kama sehemu ya majaribio. Opicho Chemtai Kurunzi Mashinani.